Waligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujiuze ya yale iala lojili tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja ndio kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari: Tanesco yaomba radhi kwa changamoto iliyojitokeza ya ununuzi wa umeme mtandaoni. Wananchi Songea waomba msaada baada ya nyumba zao kuezuliwa na upepo mkali. Na katika habari za kimataifa, hospitali yasitisha huduma kwa uhaba wa mafuta Gaza. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie na shirika la umeme Tanzania TANESCO limekiri kuwepo kwa changamoto ya manunuzi ya umeme yaani luku, kwa njia ya mitandao ya simu pamoja na huduma za kibenki, hali iliyochangia wananchi kukumbwa na changamoto ya kutopata huduma za shirika hilo kupitia mitandao ya simu. Zaidi tuungane na mwanahabari wetu Goodluck Msola. Kwa mujibu wa kaimu mkurugenzi wa kitengo cha mawasiliano na huduma kwa wateja kutoka TANESCO Irene Gowele, ambaye amezungumza na TVE kwa njia ya simu amesema tayari wataalamu wa TANESCO kwa kushirikiana na wataalamu kutoka mfumo wa malipo serikalini yaani GPG wanafanyia kazi changamoto hiyo huku wakiwataka wateja wa TANESCO sanjari na wananchi kutumia njia mbadala ya mawakala wa TANESCO ili kuweza kupata huduma ya luku. Tumepata changamoto ya mfumo wa manunuzi ya umeme au luku, ambapo wateja wetu wanashindwa kununua umeme kwa njia za simu au mitandao ya kibenki kuanzia majira ya asubuhi na changamoto hii ni ya kimfumo wetu, na tayari wataalamu wetu wa TANESCO wanashirikiana na wenzetu wa GPG kwa ajili ya kurekebisha nota ambayo imejitokeza. Kwa hiyo tunawashauri wateja wetu waweze kufanya manunuzi ya umeme kupitia mawakala wetu wanaouza umeme nchi nzima, na pale ambapo changamoto hii itakuwa imekamilika, basi tutawataarifu wateja wetu ili waendelee na utaratibu wa kawaida wa manunuzi ya umeme. E, ni tatizo la kawaida la mifumo kama unavyofahamu, hii ni mifumo inafanya kazi lakini kuna baadhi ya nyakati wanatokea itilafu za kawaida, kwa hiyo sio kwamba ni tatizo jipya. Aidha, Bigowele ameeleza kuwa tatizo hilo si jipya kuwahi kutokea hapa nchini, hivyo mafundi wa TANESCO wanalifanyia kazi haraka iwezekanavyo ili kurejesha huduma hiyo, huku shirika hilo likiomba radhi kwa Watanzania kufuatia kadhia hiyo ya manunuzi ya umeme kwa njia ya simu. Asante sana Good Luck Msola kwa taarifa hiyo. Kukamilika kwa ujenzi wa kituo cha afya Tumbatu kutaimarisha kwa kiasi upatikanaji wa huduma za afya za msingi ikiwemo huduma za mama na mtoto, huduma za dharura, maabara, pamoja na huduma za kinga na tiba. recho chache na tuarifu zaidi. Hayo yamesemwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Hemedi Suleiman Abdullah, wakati wa hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la kituo cha afya Tumbatu, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka sitini na mbili ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar, ambapo amesema serikali itahakikisha wananchi wanapata huduma kwa ukaribu katika mazingira bora na za viwango vya kimataifa, azma ya Raisi Dr Hussein Mwinyi na serikali yake kuhakikisha Wanatumbatu wanapata matibabu yote hapa Tumbatu. Hili ndio kusudio la kujenga kituo hichi. Nami nataka niwaahidi wataalamu wote wanaostahili kuwepo Tumbatu watakuwepo, vifaa vyote vinavyostahiki kuwepo Tumbatu vitakuwepo na huduma zote zinazostahili kama ambavyo nimeelezwa pale awali, Wanatumbatu, zitapatikana hapa. Tunataka mtu akitoka hapa kupelekwa hospitali nyingine, nadhani wakati huo itakuwa hospitali ya mkoa tu, basi iwe imeshindikana. Lakini kwa mambo ya kawaida, amekuja kujifungua tu, hali imekuwa si nzuri, wataalamu watamfanyiwa upasuaji hapa huduma nyingine zitaendelea hapa. Makamu wa pili wa rais ameuagiza uongozi wa wizara ya afya kuhakikisha kipaumbele cha ajira wanapewa vijana wazawa wenye sifa na uwezo wa kutoa huduma za afya, kuwepo kwa gari kubwa la kubebwa wagonjwa ambulance na wataalamu wa kutosha watakaotoa huduma za dharura kwa masaa 24. Madaktari wote ambao watafanya kazi hapa Tumbatu, kipaumbele cha kwanza ni madaktari walioko hapa Tumbatu. Kama kuna daktari hata kama yuko mjini, lakini asili yake ni hapa Tumbatu, wazee wameniahidi watazungumza nao, wakubali kuja kukaa huku kufanya kazi. Kama hivyo ndivyo, katibu mkuu kipaumbele cha hospitali hii wapangie Wanatumbatu walio na uwezo wa kufanya kazi hapa, lakini kuna kazi nyingine si za utaalamu sana, zile kazi za kawaida ambazo si za utaalamu sana. Eneo hili ni eneo maalum, kazi zile asitoke mtu eneo jingine kuja kufanya kazi hapa, wapewe ndugu zetu Watumbatu hapa. Mheshimiwa hapa. Mgeni rasmi Ujenzi wa kituo hichi cha afya unahusisha jengo moja la ghorofa moja, yani G+1, na baada ya kukamilika kwa mradi huu, kituo hichi kitakuwa kinafanya kazi kwa masaa 24 kitakuwa na uwezo wa kulaza wagonjwa hadi 30 kwa wakati mmoja, na itakuwa na maeneo makuu saba yatakayotoa huduma mbalimbali kwa wagonjwa, ikiwemo, kwanza, huduma za clinic na wagonjwa wa nje, yani kitaalamu OPD Hili, huduma za kliniki za mama na mtoto ya yani aramka tatu. huduma za wagonjwa wa dharura nne. huduma za uchunguzi wa maradhi mbalimbali tano. huduma za wagonjwa watakaolazwa yani kitaalamu IPD. sita. huduma za wagonjwa wa upasuaji na saba. huduma za dawa za kinga na tiba kwa maradhi mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, huduma zinazopatikana hapa ni zile zile ambazo kupatikana katika hospitali mpya za wilaya. Mradi wa kituo cha afya Tumbatu unajengwa kwa fedha za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa gharama ya shilingi za kitanzania bilioni 6.4 000, chini ya mkandarasi Simba Developer Limited na kusimamiwa na kampuni ya Healthcare Engineering and Infrastructure Development, unaotarajiwa kukamilika mwezi Machi mwaka 2026, kutokana na umaalumu sana wa kumbaka kwa <tumata> hii kisiwa cha <tumata> kumbaka Ningefurahi mimi kama mkoa mkoa huu wa Kaskazini, nimeomba mheshimiwa Ameke serikali itahidi kwa kuangalia tena kwa maalumu maalum ile, pengine kabla sijaondoka baada hapa, basi nishuhudiwe na wilaya tatu kama mwenzangu waua wilaya ya Kaskazini e pamoja na mkoa kwa jumla, kuna mpango pale kuliweka soko kubwa ikamilisha mipango yake, nikakwambia mheshimiwa mtendaji mkuu wa serikali e ili mtupe vibali, serikali kuje kufanya na rusoko kubwa moja ya kimataifa, watu wanatoka huko wanakuja kununua. Asante sana Richard Chacha kwa taarifa hiyo. Mkuu wa kitengo cha usimamizi na tathmini makao makuu ya polisi Zanzibar, naibu kamishina wa polisi DCP Aluti Makita amewataka watendaji wa dawati la jinsia na watoto kutumia taaluma zao kuhakikisha wanashughulikia ipasavyo na kuwapa msaada wa wahanga wa udhalilishaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Kwa taarifa zaidi tuungane naye Goodluck Msola akifunga mafunzo ya awamu ya tatu ya kuwajengea uwezo wa watendaji wa dawati kutoka mikoa miwili ya Unguja iliyofanyika tarehe 27 Disemba 2025 katika chuo cha polisi Zanzibar amesema elimu ni bora ile inayobadilisha utendaji chanya katika jamii. Pia ameelezea kuhusu umuhimu wa kutambua athari kubwa za ukatili na udhalilishaji wa kijinsia, kwani vitendo hivyo vinaathiri taswira na haiba ya taifa na kusisitiza juhudi za pamoja katika kuvitokomeza kwa umejifunza mambo kadha wa kadha, maana udhalilishaji wa kijinsia na ukatili kwa watoto sababu za udhalilishaji wa jinsia na athari zake, majukumu ya askari wa dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto, makosa ya kimtandao kuhusu udhalilishaji, lakini pia viwango vya kimataifa juu ya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili kwa watoto. Nimejifunza pia ujazaji wa PF3. Ni matumaini yangu kwamba baada ya kupata mafunzo haya tutaona mabadiliko ya kiutendaji kuongeza ufanisi na hatimaye kupata matokeo chanya kwenye kesi mbalimbali zinazoripotiwa kwenye vituo vyetu. Naye afisa hifadhi ya mtoto kutoka shirika la UNICEF ndugu Ahmed Rashidi Ali amepongeza ushiriki mzuri wa watendaji wa jeshi la polisi kutoka mikoa yote mitano ya Zanzibar, ambapo amesema kuwa ushirikiano baina ya UNICEF na jeshi la polisi umekuwepo kwa muda mrefu na kinachoshuhudiwa siku za hivi karibuni ni mwendelezo wa juhudi za pamoja za kupambana na vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa watoto ili kuvipunguza inapobidi ama kuvitokomeza kabisa katika jamii. UNICEF haikuanza hapa kushirikiana na jeshi la polisi, tumeanza zamani, tangu kuja na idea ya kuanzisha madawati, tukaanzisha madawati, tuka tayarisha muongozwa wa madawati. Ni kwamba mafunzo haya sasa hivi ni uniform. Tanzania nzima, popote unapokwenda utapata mafunzo kama haya. Kila taasisi kuna manual ambayo ni mahsusi kwa ajili ya taasisi ile husika, na sisi tumejaliwa kufanya kazi na taasisi mbalimbali mbali, ili kuhakikisha kwamba elimu sahihi ya kupambana na masuala ya udhalilishaji inawafikia wale watu wa huduma kwa upande wake mkuu wa dawati la jinsia na watoto makao makuu ya jeshi la polisi Zanzibar, mrakibu msaidizi wa polisi ACP Ali Mohamed Othman amewashukuru UNICEF kwa kuendeleza ushirikiano imara na kuunga mkono harakati mbalimbali za mapambano dhidi ya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili kwa watoto. Ameeleza kwamba baada ya mafunzo hayo jamii inategemea kuona mabadiliko chanya ya utoaji wa huduma bora kutoka kwa watendaji dawati la jinsia na watoto wa nchi nzima. Akitoa neno la shukrani kwa niaba ya wa washiriki wa mafunzo hayo, mkaguzi wa polisi Bubwa Lajabu Salum amesema kwa ujumla mafunzo aliyoyapata yameongezea ujasiri na utaalamu wa kupambana na kusimamia vyema katika kushughulikia makosa yote ya udhalilishaji na ukatili wa kijinsia ili kuhakikisha haki inatendeka kwa pande zote. Askofu mkuu wa jimbo katoliki la Dar es Salaam Judy Tadeus Ruaichi ameitaka jamii nchini kulinda na kuthamini haki ya uhai wa watoto sanjari na kuheshimu uhai wa watu wazima na wazee zaidi. Tuungane na Goodluck Msola Mwasham. Askofu Ruaichi ameyasema hayo katika mahubiri yake kwenye adhimisho la misa takatifu sikukuu ya Noeli na utoto mtakatifu jimbo kuu la Dar es Salaam. Amesema haki ya uhai wa watoto inapaswa kulindwa na kuheshimika na si kuwaua, hivyo jamii ni lazima itambue haki hiyo huko, akisisitiza kuwa wakati jamii ikilinda na kuheshimu haki hizo za watoto, ni lazima jamii ikalinda pia haki ya kuishi kwa makundi mengine kama vile watu wazima na wazee. Ni lazima tuheshimu, tutunze, tulinde na kutetea uhai katika majira yake yote. Kwa hiyo tutetee uhai wa mtoto, tutetee uhai wa mzazi, hata uhai wa mtu mzee kama mimi unastahili kutetewa. Eti au wazee hawana maana? Eti wazee wana maana. Eh, haya, tumshangilie Mungu. Tumesikia katika Injili Yosefu alipashwa habari kwamba mtoto yuko hatarini ampeleke kwenye usalama. Alimpeleka nji gani? Misri iko bara gani? La Asia au la Amerika? Hey. Misri iko wapi watoto? Afrika, sio Asia eh? Eh, Misri iko. Kwa hiyo tushangilie kwa kuwa mtoto Yesu aliishi kwetu, huyo aliishi kwetu, ni mwana wa Mungu, naye ametupa hadhi ya kutambulika kama watoto wa nani? Hebu kila mtoto aseme mimi ni mtoto wa Mungu. Katika ibada hiyo ya misa takatifu iliyofanyika katika kanisa la Kristo Mfalme Tabata jijini Dar es Salaam, watoto mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam wameweza kushiriki ikiwa ni kumbukumbu ya watoto mashahidi ulimwenguni huku baadhi ya watoto wao wakisema katika maadhimisho ya wiki hii wamefanikiwa pia kutoa vifaa tiba pamoja na fedha ili kusaidia jamii. Baba Askofu Mkuu, matendo ya upendo kwa mwaka 2025, matendo ya upendo yalifanyika kwa walezi mwezi wa tatu katika hospitali ya Kardinali Rugambo wa Ukonga. Wao walipeleka wheelchair, delivery bed, emergency trolley Court, patent monitor venye thamani ya shilingi milioni kumi na mbili laki nane na elfu hamsini elfu pamoja pa, mapaji haya yenye thamani ya shilingi milioni moja laki tatu na elfu hamsini hivyo kufanya jumla kuu shilingi milioni kumi na nne na laki mbili. Siku hiyo walezi salasini walijitolea damu kwa ajili ya kusaidia wagonjwa. Kila mwaka mwanzoni wa mwezi Disemba, watoto na walezi wao hufanya matendo ya upendo katika vituo mbalimbali. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Wadao wanaojishughulisha na, na utoaji wa huduma ya forodha nchini wameomba serikali kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto zilizopo katika usimamizi wa bandari kavu ikiwemo kuboresha huduma za utoaji na usafirishaji wa mizigo, hatua ambayo wamesema itaongeza ufanisi na kuleta tija zaidi katika sekta ya usafirishaji na biashara. Taarifa iliyoandaliwa na Rachel Chacha inasoma studio na Goodluck Msolla. Wadau hao wamesema changamoto zilizopo kwa sasa zimekuwa zikisababisha uchelewishaji wa mizigo kuongezeka kwa gharama za uendeshaji pamoja na kupunguza ushindani kwa bandari za Tanzania katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, hali inayohitaji maboresho ya kimfumo na kiteknolojia. Akizungumza katika mkutano mkuu wa mwaka wenye lengo la kufanya tathmini ya utekelezaji wa shughuli na mipango mikakati kwa mwaka ujao, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Winome Tanzania Limited Fadhili Mnyawami amesema uimarishaji thabiti wa huduma za bandari utafungua fursa zaidi za usafirishaji wa mizigo kwenda katika nchi zinazotegemea bandari za Tanzania. kwa mambo mengi ambayo pengine tuna yatamani kuweza kuona kwa serikali ikiendelea kuboresha, moja katika swala zima la usimamizi wa bandari kavu. Bandari kavu, kumeonekana bado kuna changamoto ya ulegevu katika utoaji wa huduma kwa hiyo tunaendelea na bado tumeendelea kushirikiana na bandari, lakini pia mamlaka ya kodi kwa maana ya idara ya forodha wameendelea kuwa na ushirikiano mzuri, lakini bado tunaendelea kuwahimiza kuona kwamba wanaendelea kuweza kusimamia sekta hii kama ambavyo wanavyotusimamia sisi, mawakala wa forodha, wanajitahidi kuweza kutusimamia tuweze kuwahudumia wateja kwa ukaribu na kwa uharaka, basi hivyo tunaendelea kuwahimiza wenzetu wa upande wa serikali waweze kuendelea kuwasimamia pia idara hii ambayo wanahusika na bandari kavu waweze kuwa imara zaidi katika kutoa huduma. Ameongeza kuwa maboresho hayo yatasaidia kuongeza matumizi ya bandari ya Dar es Salaam, kuchochea biashara ya kimataifa na kuongeza mapato ya serikali, huku akisisitiza umuhimu wa ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi katika kuboresha mazingira ya utoaji wa huduma za forodha hapa nchini. Asante sana, Gudluck Msola, kwa taarifa hiyo iliyoandaliwa na Recho Chacha. Wananchi wakazi wa mtaa wa Mitende wa Mitendewawa, halmashauri ya manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, wameiomba serikali kuwasaidia baada ya nyumba zao kuezuliwa na kuharibika kufuatia mvua iliyoambatana na upepo mkali iliyoonyesha majira saa 12 jioni tarehe 24 Disemba. Mwanahabari wetu kutoka Ruvuma, Innocent Oromo, ameandaa taarifa zaidi inayosomwa na Recho Chacha. Wakizungumza na TVE habari baada ya kutembelewa katika makazi yao yaliyoharibiwa Wananchi hao wamesema kwa sasa wanapitia maisha magumu kutokana na baadhi ya nyumba zao kuharibiwa kwa kiwango kikubwa, hali iliyowalazimu kuomba hifadhi ya muda kwa ndugu na jamaa. Wamesema mbali na kuharibiwa kwa makazi, maafa hayo yamesababisha pia kupotea kwa mali mbalimbali, ikiwemo mifugo, chakula na mbolea walizokuwa wamehifadhi kwa ajili ya kilimo. Kutokana na hali hiyo, wameiomba serikali kuangalia kwa jicho la tatu kwa kuwapatia msaada wa chakula pamoja na kuwawezesha kupata bati ili kurejesha nyumba zao katika hali ya awali. Ikiwa humu ndani mkiwa na watu wengi familia, mama, pamoja na shemeji yangu, naye alikuwa analima hapa kiwa na mke wake, wote walijificha humu ndani. Wakati zinatoka hizi bati, wao ndio walikuwa humu ndani. Shemeji yangu naye ya alijeruhiwa hapa soni pia vile vile. Humu ndani kulikuwa na silimali nyingi, ikiwemo mahindi, ikiwemo vifaa aina mbalimbali vitanda magodoro kuku zote nilikuwa nazo humu ndani. Kwa hiyo kuku wamekufa, kuku kama, kama saba kwa kuangukiwa na matofali. Vitu vyote vikawa mahindi unga, vyote vikawa vimeloa, tulishindwa hata kuvihamisha hivi. Mpaka saa hizi ninavyozungumza, nafikiri mke wangu yupo pale kwa mtoto wake, analala pale. Changamoto zinazokuja, nyumba yenyewe ya mtoto wangu ni ndogo, nafasi ni ndogo, kwa hiyo yaani analala kiugumu. Vitu ambavyo vilivyoharibika ndani mwangu, kwa mfano ni TV, redio na vyombo vidogo vidogo vya ndani, vivyo vipotea vimeharibika, maana yake. Na isitoshe mume wangu naye pia alipata ajali ya kuchoma na misumari mguuni katika kuokoa baadhi ya vitu vilivyoko ndani ya nyumba hii. Kwa upendo wangu, naomba mtusaidie. Mimi mwananchi wenu, kwa sasa nimehifadhiwa tu nyumba tu ya jirani kwa muda mfupi sina makazi maalum. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mtaa wa Mitendewa Aaron Mhagama amesema jumla ya kaya tisa zimepata maafa hayo mnamo tarehe 24 Disemba mwaka huu majira ya saa 12 jioni, ambapo nyumba alizokuwa akiishi ziliharibiwa na kusababisha kupotea kwa baadhi ya mali zilizokuwa zimehifadhiwa ndani ya makazi yao. Nikiwa kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa, hatua za kwanza ambazo nilichukua, jambo la kwanza, nimewasiliana na viongozi wa kata hususan mtendaji na diwani. Na kwa uharaka diwani, jana nilishirikiana naye asubuhi kuona hayo maafa yaliyojitokeza katika eneo hilo, na tulipita kwa kila mwanga kuona jinsi gani uharibifu ulivyojitokeza katika katika hizo nyumba hizo tisa. Na baadaye ushauri wa ukaribu tulivyoshauriana, basi yeye alifanya mawasiliano na ngazi zile za wilaya. Muda si mrefu, alikuja meya wetu wa manispaa ya Songea yaani ni mwenyekiti wa madiwani ndani ya manispaa ya Songea. Alikuja kuliona ile tukio na pia aliwapa pole wale wafiwa na akaona uhalisia kabisa wa mali zilizoharibiwa na miundombinu ya ujenzi ilivyoharibiwa. Kwa kweli hizo ni hatua ambazo zimechukuliwa za awali, na bado hatua zingine zinaendelea kuchukuliwa katika kuhakikisha wale wa anga angalau wanapatiwa hifadhi ya kuweza kukaa kwa sehemu za muda, pindi serikali ikichukua majukumu ya kuwaweka katika mahala pa usalama zaidi. Kwa kweli mimi niombe tu serikali kuu ifanye jitihada za msingi iteji za haraka, ili wananchi wale ifike mahala basi waweze kurudishiwa makazi yao katika hali yao ya kawaida. Naye mkurugenzi wa manispaa ya Songea, wakili Bashir Mohoja, akizungumza kwa njia ya simu na mwandishi wetu, amesema ofisi yake imepokea taarifa za tukio hilo, ambapo hatua ya awali mstahiki meya alitembelea waathirika wa tukio hilo. Amesema kwa sasa wanasubiri taarifa ya jumla ya madhara ili kuiwasilisha kwenye kamati ya maafa ya wilaya kwa ajili ya hatua za msaada. Asante sana Richard Chacha kwa taarifa hiyo ya Innocent Horomo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Godin Mawanja na sasa tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE Habari. Na katika habari za kimataifa, hospitali yasitisha huduma kwa uhaba wa mafuta Gaza.